Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika pishi la kuku linaitwa butter chicken. Pishi hili ni rahisi sana kuandaa na tamu sana. Injika sufuria jikoni, weka mafuta. Yakipata moto, weka vitunguu. Kaanga vitunguu maji mpaka vilainike na vianze kubadilika rangi kisha weka nyama ya kuku kuku nimetumia wa kisasa nimemtoa ngozi changanya vizuri huku ukimkaanga kuku mpaka aanze kubadilika rangi kama anaiva kuku akibadilika rangi weka vitunguu saumu na tangawizi kisha koroga vitungu saumu hakikisha unakoroga mpaka vitoe harufu ya ya ubichi. Weka roiko ya kuku, weka na viungo. Viungo nitaandika chini na vipimo vyake na aina ya viungo. Kisha changanya, weka chumvi, changanya vizuri. Yaani nyama inavutia jamani weka nyanya kidogo tu. Nimetumia nyanya ya box, au unaweza uka blend au weka nyanya ya kawaida. Kisha nikaweka tomato paste kijiko kidogo, nikachanganya. Changanya vizuri mpaka nyanya ienee vizuri kwenye kuku. Punguza moto, funika kwa muda wa dakika tano. Dakika tano zikipita funua Koroga hapa. Nyanya zako zitakuwa tayari, kwa sababu ukiangalia unaona kabisa mafuta yamejitenga. Hakikisha unachanganya vizuri. Narudia tena, majina ya viungo nitaweka kwenye description box. Weka maji kikombe kimoja na nusu, kisha changanya. Kuku wa broiler ni rahisi sana kuiva, kwa hiyo huna haja ya kurundika maji. Punguza moto, funika, acha kuku waive kwa moto mdogo kwa muda wa dakika kumi na tano mpaka yale maji yapungue. Funua, weka maziwa mgando, weka na tui la nazi, changanya vizuri. Endelea kuchanganya mpaka nyama yako ianze kuchemka. Hii inasaidia tu ili isikatike. Acha nyama yako ichemke kwa muda wa dakika tatu, kisha weka bata, changanya vizuri. Acha bata yako iyeyuke, ichanganye na mboga yote. Bata ikiyeyuka acha ichemke kwa muda wa dakika mbili tu na chakula chako kitakuwa tayari kwenda mezani. Kama unatumia kuku wa kisasa, pale unavyoweka maji, unaweza ukaweka maji mengi zaidi ili achemke mpaka alainike. Inawezekana kama unapenda mapishi haya, tafadhali bonyeza like, acha comment na naomba sana usubscribe. Asante.